Katika mkutano wa wadau wa kahawa uliofanyika wilani Karagwe Machi 29 mwaka elfu mbili na ishirini na mbili uliongozwa na aliyekuwa waziri mkuu kipindi hicho Kasim Majaliwa ambaye kwa sasa ni waziri mkuu mstaafu, alitangaza kufutwa kwa tozo 42 kati ya 47 zilizokuwa zikikatwa kwa kila kilo ya kahawa. Makato yote 47 tumeyaondoa yanabaki matano tu. Baada ya hatua hiyo bei ya kahawa iliyongezeka kutoka shilingi elfu moja na mia mbili mpaka shilingi elfu moja na mia sita hamsini na serikali ikaweka bei yerekezi ya shilingi elfu moja na mia saba kwa kilo na kuruhusu mfumo mpya wa kuuza kahawa kupitia mnada hali iliyopelekea mpaka msimu wa 2022/2023 unamalizika, bei ya wastani ilikuwa ni shilingi elfu mbili na mia mbili baada ya kuendesha minada sasa, na kuondoa soko hozi la vyama vikuu vya ushirika na kuwezesha ushindani wa wazi. Mpaka sasa hivi ninaongea, ni takribani wanunuzi kama 42 wamekuwa wakishiriki katika minada hii ambayo imewezesha upatikanaji wa bei nzuri sana ya kahawa sokoni. Mabadiliko hayo yameleta hamasa kubwa, vijana wameingia kwenye kilimo cha kahawa kwa kasi. Mesha Kimatiasi ni miongoni mwa vijana wanaotumia fursa hii amepanda miche zaidi ya elfu kumi na mbili akitarajia kuvuna kilo kumi kwa kila mche baada ya miaka mitatu kila mche tu napambana unipe wastani wa kilo kumi na kilo moja ni elfu tano ina maana kila mche nitakuwa naupata wastani wa elfu hamsini kitu ambacho ni rili kwa sababu hapa tukipiga hatua tatu tu kuna mche ambao ukiuvuna unatoa kilo ishirini Si vijana pekee, wakulima wakongwe pia wameamua kuboresha mashamba yao. Mzee Peter Kaliantekera, mkazi wa kata ya Gwanseri, wilaya ya Muleba, ameamua kukata mibuni ya zamani ili chipuke upya na kuongeza uzalishaji. mwaka uliopita na mwaka huu bei imekuwa angarau, kwa hiyo ndio imetushawishi turengete, hata na wengine wengi wamepanda, wameanza kupanda huko vijijini. Takwimu za Bodi ya Kahawa kwa msimu wa mwaka 2021/2022 kabla ya tozo kufutwa mkoa wa Kagera ulikusanya kawa wa maganda kilo milioni 52 na laki saba na elfu nne na 173 na, na kila kilo iliuzwa kwa shilingi 1200. Pesa iliyoenda kwa wakulima ilikuwa ni shilingi bilioni 63 na milioni 245 na elfu saba na mia sita. Ushuru wa halimashauri ukiwa ni shilingi bilioni 1 na milioni 897 na laki tatu na elfu hamsini na 228. Katika msimu wa mwaka 2024/2025 makusanyo yalikuwa ni kilo milioni 54 na laki mbili na 2,967 na kila kilo iliuzwa kwa wastani wa shilingi 4731 na senti 54. Hii inaonyesha wazi bei ilivyozidi kuongezeka tangu kufutwa kwa tozo na kuondolewa kwa soko hodhi la kahawa. Mageuzi haya katika kilimo cha kahawa yameleta matumaini mapya kwa wengi na wamefungua ukurasa mpya kwa baadhi ya wakulima wapo ambao wameanzisha ujenzi wa nyumba za kisasa za kuishi na wapo ambao wanaendelea na upanuzi wa mashamba. Benson Eustace, Habari Weekend, Bukoba, Kagera.